Karibu Mazao Hub Dokta Kilimo. Huu ni mfumo ambao unakuwezesha wewe kama mtaalamu wa kilimo kuingiza pesa kwa kuwahudumia wakulima na kutatua changamoto zao mbalimbali. kina namna gani? Mazao Hub itakupa wakulima, na wewe utakuwa na jukumu la kuwahudumia na kutoa huduma za ugani na kupima udongo moja kwa moja. Kutoa huduma hizo kwa wakulima itakusaidia wewe kuingiza kipato. Sasa kwanza nitakuelekeza namna ya ku download mfumo na ku access au wakulima na hata kuingiza wakulima wapya kwenye mfumo. Hatua ya kwanza utaingia Play Store, kwa watumiaji wa Android utabonyeza search, utaandika MazaoHub, alafu utabonyeza kialama cha kutafuta utaona application ya Mazao yenye icon yenye rangi nyeupe na kijani. Baada ya hapo, utabonyeza kitufe cha install, utasubiri mpaka imalizike ku install. Baada ya kupakua, utabonyeza kibatan cha open. Hapa itakupeleka moja kwa moja kwenye mfumo. Sasa kwenye mfumo wetu, cha kwanza kabisa inabidi ujisajili na ili kujisajili unaweza ukatuma taarifa zako kwa namba ambayo nitaacha hapo chini, ili sisi tuweze tukakusajili, tuka na baada ya sisi kukusajili, tutakupa taarifa ambazo zitakuwezesha wewe kama Dokta kilimo kuingia kwenye mfumo wetu, ili uweze kutoa huduma za kitaalamu kwa wakulima. Kwa hiyo mimi tayari nina akaunti na nina taarifa za kuingia kwenye mfumo, nitazijaza hapa. Baada ya kuzijaza nitahakikisha kwamba lugha ninayotumia ni ya Kiswahili. Kwahiyo nitaenda chini kwenye hii e fomu ya kujaza, kuna sehemu amekuandikia register, utaachana nayo utaenda sehemu nyingine amekuandikia EN ambayo kuna kialama cha dunia. Nitakibonyeza itabadilika itakuwa SW, yani Swahili. Kwa hiyo utaingia huku ukitumia mfumo wetu kwa lugha ya Kiswahili. Baada ya kuingia mfumo wetu, utakuomba uruhusu location. Kwa hiyo utaruhusu hii option ya kwanza kabisa, na hapa itakuomba upakue data. Data hizi zinakuwezesha wewe kama afisa ugani kutumia mfumo wetu ukiwa hauna data au ukiwa offline. Kwa hiyo data hizi zitakuwa ni data za kupima udongo, data za maarifa data za mipango mbalimbali mbali ya kilimo ambayo imekuwa uh, imekuwa specified kulingana na mazao husika, data za takwimu, data za kumsimamia mkulima, ambazo katika zote hizo ukiwa unafanya shambani itakusaidia wewe kuingiza kipato hapo kwa hapo. Kwa hiyo nitabonyeza pakua sasa, ili kuruhusu hizi data ziingie kwenye application yangu ili niweze kufanya kazi hata muda ambao sina internet. Kibonyeza utasubiria ijae mpaka asilimia mia moja hapo ndipo unaweza ukaendelea. Baada ya kudownload hizi taarifa, tutaangalia moja kwa moja namna ya kupata wakulima kutoka MazaoHub ambao utakuwa ukiwahudumia lakini pia namna ambavyo wewe unaweza ukawaongeza wakulima wako kwenye mfumo wa MazaoHub ili kuweza kuwahudumia na kuongeza kipato kupitia MazaoHub. Sasa hatua ya kwanza, kumbuka, tumetoka kudownload data ambazo zinawezesha mfumo kufanya kazi ukiwa offline. Kwa hiyo ili kudownload wakulima walio katika MazaoHub kulingana na eneo lako husika, cha kwanza unatakiwa uwe katika online mode. Sasa ukiangalia juu kulia, utaona kuna button ambayo imeandikwa offline mode. Hii button utaipeleka kulia, ili ubadilishe kuwa online mode. Kwa kubadilisha hivyo, utaona kuna kibox kimetokea ambayo kinakuambia uko online mode na itakuonyesha options za kudownload kwa wakulima. Ukiangalia option ya kwanza ni upload farmers data, hapa inakuwezesha wewe kubackup data zako ili hata ukipoteza kifaa au umebadilisha kifaa, yani simu yako, unaweza ukazipata hizo taarifa zako. Lakini pia uh, kuna option ya kuupload sales, kama ulikuwa unafanya mauzo kupitia mfumo wetu, pia inakuwezesha wewe kama uh, dokta wa kilimo kuhifadhi data zako. Lakini kuna kuupload other data, lakini cha muhimu kwa leo ni kudownload farmers. Kwa hiyo utapata nafasi ya kudownload wakulima kulingana na eneo uliopo. Wakati tunakusajili tulichukua location yako, sasa hapa itakuwezesha kupata wale wakulima ambao wapo kwenye eneo lako, mkoa ulipo hata ulipo na hata wilaya. Kwa hiyo utakitiki kwa mara ya kwanza, utabonyeza tena kwa mara ya pili. Utaona kuna hizi pages ambazo zinatokea, utabonyeza page ya kwanza, page ya pili, na kwa wale wengine ambao tutaendelea kufanya nao kazi watapata nafasi ya kupata wakulima zaidi. Kwa hiyo tutaweza kukupa hata page tano sita, kulingana na performance yako na namna ambavyo unaweza ukawahudumia wakulima kama mtaalamu wa kilimo, baada ya kubonyeza hivyo kutiki, itaonekana kama hivi. Hakikisha aplikesheni yako, wakati una na download wakulima inaonekana kama hivi. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza button ya kuclose iliyopo chini kabisa ya iko kiboksi chako kilichotokea, utabonyeza close. Baada ya kuclose, aa, hapo wakulima watakuwa wameshaingia kwenye akaunti yako kwa hiyo ili kuweza kuwaona utarifreshi na namna ya kurifreshi ni ku-scroll, kwa, kutokea juu kuja chini hivi. Utaona kuna kiduara iko kinatokea. Ehe, na namba imebadilika, na kwenye takwimu hapo unaona kuna, kuna kamstatili kamepanda na namba ya wakulima imebadilika. Sasa hapo tayari tumedownload wakulima kikamilifu. Hebu tuangalie wakulima ambao tumedownload ukirudi hapa kwenye operation, chini kuna, farmers, kuna kuna kibox cha farmer, hiyo ni button, utabonyeza ili kwenda kuwaona, au wakulima kwa, utapata nafasi ya kuaccess wakulima hawa wote, wakulima hawa wote. Hawa wote kwa ajili ya kuwahudumia, kuwapimia udongo, kuwapa huduma za ugani, kuwapelekea mahitaji yao mbalimbali mbali, ya pembejeo na kadhalika. Na katika kila huduma ambayo utakuwa ukifanya MazaoHub inakupa wewe kama dokta kilimo kamishen kutokana na huduma ambazo utakuwa unazisogeza kwa wakulima. Kwa hiyo hapa tumeona namna gani ambavyo unaweza ukawa download wakulima wa MazaoHub wa kulingana na eneo uliopo, na mpaka sasa hivi sahivi mimi nime download wakulima mia nne sabini na mbili kwao, kuna watu watapata mpaka wakulima elfu moja kuna watu watapata mpaka wakulima elfu mbili kulingana na performance pia eneo iliyopo, lakini tuone ni namna gani ambavyo wewe kama dokta kilimo unaweza ukasajili mkulima. Unakuta kuna mkulima mwingine hakuingia kwenye mfumo wa MazaoHub, na huyo mkulima wewe umekuwa ukimhudumia au umekutana naye. Kwa hiyo pia tutakupa nafasi ya wewe kama dokta kilimo kumsajili huyu mkulima ili aweze kuhudumiwa na MazaoHub. Kwa hiyo ukiwa kwenye hii listi ya wa wakulima chini kulia utaona kuna button imeandikwa Add farmer. Tabonyeza hii button ya Add farmer. Hapa itatokea fomu ambayo inakuwezesha wewe kumwongeza huyu mkulima kwa taarifa zake za awali, jina, jinsia, amezaliwa wapi, kijiji na namba za simu pamoja na barua pepe. Kwa hiyo tutaanza na jina, jina la kati, la mwisho, tajaza tarehe ya kuzaliwa, utajaza jinsia, kijiji au kata aliyopo au mtaa, namba ya simu. Hapa kwenye namba ya simu hakikisha unatoa namba ya simu halali ya mkulima, maana hii namba ya simu itatumika kwenye swala zima la kumfuatilia huyu mkulima, kujua na changamoto gani anapitia matatizo gani, na katika faida zingine ambazo utakuwa ukitoa kwa mkulima au shughuli za kiutaalamu, atakuwa anatumiwa mpaka na meseji kwenye simu yake ya mkononi. Kwa hiyo ni muhimu ukaandika namba halisi ya mkulima na iliyo sahihi. Baada ya hapo utaandika barua pepe. Kama mkulima hana barua pepe, pia unaweza ukaandika namba yake ya simu. Pia kama mkulima ana picha, unaweza ukaweka picha yake hapa kwa kuingia kwenye gallery, yani picha zilizopo kwenye simu yako au ukatumia kamera kumpiga picha. Yote hiyo inaweza ikatumika, lakini pia unaweza ukaweka taarifa zingine kama mkulima ana kikundi au AMCOS, utapata nafasi ya ku weka lakini kwa saizi mkulima wetu wajajiunga na kikundi chochote, lakini huyu um mkulima tutasajili tuta kwamba anatokea mkoa gani. Mfano, huyu um mkulima ni wa Morogoro, na mimi ni bwana shamba wa Morogoro. anatokea wilaya ya Ifakara, kata ya Ifakara. Kwa hiyo wewe kama Dokta Kilimo utajaza kulingana na taarifa za mkulima lakini ya mwisho kabisa utapata nafasi ya kuweka taarifa za utambulisho wake. Aidha kama mkulima ana kitambulisho cha utaifa, utaweka kwa ajili ya kumtambua kiusahihi. Inaweza pia isiwe cha utaifa, inaweza ikawa kadi ya kura, utaweza kuweka namba zake au leseni ya udereva au vyote kwa pamoja. Na baada ya hapo, baada ya hapo utahifadhi. Umeona imekuonyesha mkulima ameongezwa, utajua kwamba mkulima wangu ameongezwa. Lakini baada ya kufanya hilo zoezi uta refresh; ukiwa kwenye huu ukurasa utavuta kutoka juu kuja chini, utapata nafasi ya kuona wakulima wako wote, lakini pamoja na yule mkulima uliomwongeza atakuwa kwa chini kabisa huku kwenye listi ya wakulima mia nne. Kama unamkumbuka unaweza ukatafuta kwa kwa jina lake au namba yake ya simu hapa. Ehe, na ukiangalia kwenye hii namba ilikuwa ni mia nne sabini na mbili imekuwa ni mia nne sabini na tatu. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa ukiwa kwenye mfumo wa mazao hapa unaweza ukapata wakulima wewe kama daktari wa kilimo na kuweza kuwahudumia hawa wakulima kulingana na mazao ambao wanalima, lakini pia unaweza ukamsajili mkulima ambaye hayupo kwenye mfumo wa mazao ili uweze ukamuhudumia. Kwa hiyo endelea kuwa karibu na sisi, tunakuelekeza ni namna gani ambavyo unaweza ukazitoa hizi huduma kwa wakulima na hapo hapo ukaendelea kupata kipato. Video inayofuata tutaelezea ni huduma gani sasa ambazo unaweza ukampa mkulima na wewe ukaweza kufaidika.